Kikao cha management juzi, tumesema tutakuwa na mashindano ya wasanii kutunga wimbo bora utakaotumika kwa ajili ya mashindano ya Afcon hapa Tanzania. Tutakuwa na vikundi vitakavyoshindana, tutakuwa na ngoma watakaoshindana. Tunataka kila engo ya nchi yetu na kila taaluma na kila kipaji kishiriki na tukisema hivyo maana yake nini? Tutakuja mpaka na vigezo. Hoteli yako inapaswa kuwa na vigezo hivi ili tuweze kuleta recommendation ya wageni wetu wa AFCON kuja kwako. Ifahamike wageni wanapokuja, wakipata huduma mbaya, hayaibiki hoteli yako tu, sio mgao wako tutakosema vibaya, bali Tanzania itachafuliwa. Na sisi kama wizara tutahakikisha kwamba tunashirikiana na wadau wote wakiwemo na wafanyabiashara kulinda heshima ya taifa letu lakini kuchochea uchumi wa taifa pamoja na mtu mmoja mmoja. Jambo lolote haliwezi kuwa kubwa bila ushiriki wa vyombo vya habari, na sisi kwenye wizara yetu tumekubaliana kwamba tutaendelea kuongeza uhuru wa vyombo vya habari na kuhakikisha kwamba ubunifu unakuwa sehemu muhimu katika kutoa habari kwa Watanzania. Kwa jambo hili la AFCON 2027 linaanzia kwenu. Tumani ni muhimu tue tulisema hilo, nimjue mchango wenu ni mkubwa sana. Haya mashindano ya nyimbo, mashindano ya ngoma, mashindano ya uchoraji, mashindano ya kuandaa timu zetu kutoka kwenye shule za msingi, sekondari, hayataweza kuwa na nguvu kama vyombo vya habari hamtakuwa sehemu yetu. Kwa hiyo ni waombe mtumie kila aina ya ubunifu wenu kuhakikisha kwamba Tanzania si tu kwamba tunakuwa namba moja, lakini bali tunabaki na kombe na wananchi wanaona fursa za kiuchumi zinazopatikana kutokana na mchezo. Jambo la kwanza katika mambo matatu ambayo nimeyasema ni kwamba Daktari Samia kwa umakini wake na umahiri wake na shauku yake ya kutaka kuona mpira wa Tanzania unakaa kwenye ramani ya dunia, ametupa ujumbe maalumu wa kumpelekea rais wa shirikisho la Afrika, ndugu yetu Msepe, kuona kwamba ujumbe wake huu unafika sawa sawa, matamanio ya ukuaji wa mpira wa Tanzania. Nimeona ni vyema muone, ili mjue kwamba mimi na katibu mkuu tumebeba ujumbe huu kwa niaba ya taifa la Tanzania, kuhakikisha kwamba Tanzania inakaa kwenye ramani ya dunia. Ujumbe wenyewe ni huu, umetoka kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kumpelekea rais wa shirikisho la Afrika wa mpira wa miguu. Lengo kubwa la Daktari Samia, anataka kila utaalamu, kila mbinu, kila uzoefu na kila miundombinu iliyotengenezwa Afrika ya michezo ihamia hapa Tanzania, ili kuhakikisha vijana wengi zaidi wanapata ajira na mnyororo wake unakuza uchumi wa Tanzania. Nimesema pale mwanzo ya kwamba Moroko sasa hivi imechukua namba moja kwa utalii Afrika, na moja ya jambo lilofanya Moroko kuchukua namba moja kwa utalii Afrika ni michezo. Tunao mchango mkubwa wa kutengeneza ajira za Watanzania, lakini pia tunao mchango mkubwa wa kukuza uchumi wa taifa letu ya Tanzania. Asanteni sana wanahabari. Nawatakia majukumu mema.